kwa misimu nane tofauti tofauti wamekuwa wakishia robo fainali katika michuano mikubwa ya kafu ikiwa hapo kombe la shirikisho sambamba na ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini safari Simba Sports Club wamedhamiria ubaya ubwela kuelekea katika mchezo wao wa marejiano dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Almasri. Kumbukwe mchezo wa mkondo wa kwanza ambao Simba waliweza kucheza pale nchini Misri dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Almasri, klabu ya soka ya Simba waliweza kupoteza kwa mabao mawili kwa sifuri kwenye mchezo wa mkondo wa kwanza robo fainali. Kwa hiyo kuelekea katika mchezo ambao unakwenda kuchezwa Aprili tisa mwaka 2025 klabu ya soka ya Simba ili kuweza kuqualify kwenda hatua ya nusu fainali michuano mikubwa ya kombe la shirikisho, basi wanatakiwa kupata ushindi kuanzia magoli matatu kwa sifuri au zaidi, ili kuweza kuqualify kwenda hatua ya nusu fainali. Na Simba wamedhamiria ubaya ubwela, ukiangalia kikosi cha kocha mkuu Fadlu Davids ameweza kuthibitisha kwamba ana uhakika. Kwa upande mwingine, klabu yake ya soka ya Simba itakwenda kutoboa na kuweza kuibuka na ushindi eh, dhidi ya kocha ya timu ya soka ya Almasri, kwa sababu ndani ya wiki klabu ya soka ya Simba walikuwa wakifanya mazoezi na mazoezi, walikuwa wakijaribu kufunga angalau mabao manne kwa kila mazoezi, ambapo kupitia press conference ambayo Fadlu Davids siku ya leo ameweza kufunguka. Fadlu Davids anasemaje? Anasema hivi Tunahitaji magoli matatu kufuzu na wiki nzima tumefanyia mazoezi walau tufunge mabao manne na sio matatu tu. Naamini tunaweza kujaribu hilo na lipo kwenye mpango wetu mzuri. Tunapaswa kuwa makini sana kuzuia counter attacks, kwa sababu wenzetu ni hatari sana kwenye hiyo mipira, na kuna watu watataka kutuumiza hapa. Akimaanisha kwamba klabu ya soka Simba ni lazima wawe makini kuzuia ile mipira ya counter attack kwa sababu wao watakuwa wakishambulia sana, na mazoezi ambayo Simba walikuwa wakiyafanya, basi ni mazoezi ambayo kwa upande mwingine ni ya kuweza kufunga angalau mabao manne kwa kila mazoezi. Lakini haikuishia hapo, mtaalam kocha Fadlu Davis ameweza kusema kwamba yupo tayari kuwajibika iwapo mambo yataenda kombo, yani kwamba yeye ndiye ambaye pelo ama aidha kufukuzwa ama kuweza kubebeshwa mzigo wote kwa Simba kuto kwenda hatua ya nusu fainali. Fadul anasemaje? Nipo hapa Simba kupata mafanikio na sio kuona timu kubwa kama hii ina feli. Haha, wachezaji wangu nimewaruhusu wacheze kwa staili fulani, na kama wanapoteza au wanashindwa kufikia malengo ni mimi ndiye ninawajibika. Ni mara zote inakuwa hivyo. Kwa hiyo tunaona mtaalam Faldo Davis amesema yupo tayari kuwajibika iwapo klabu ya soka ya Simba watashindwa kupata matokeo chanya ya kuweza kwenda hatua ya nusu fainali michuano mikubwa ya kombe la shirikisho barani Afrika. Ikumbukwe klabu ya soka ya Simba kwa msimu huu ndani ya kombe la shirikisho wameweza kupoteza katika michezo miwili tu katika michezo saba ambao mpaka sasa wamecheza hatua makundi ya michezo sita na michezo yote wamepoteza wakiwa ugenini. Mmoja walipoteza dhidi ya SSC Constantine ya Algeria, na mwingine ni wa robo finali dhidi ya Almasri. Kwa hiyo katika ardhi ya Mkapa, Mwarabu lazima ende kuliota joto la jue, lakini Faldu, ndio hivyo, amethibitisha yupo tayari kuwajibika iwapo Simba haitopata matokeo mazuri, lakini kupitia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Mama Samia Hassan Suluhu, kwa upande wake ameweza kusema kwamba atanunua kila goli moja ambalo Simba watalifunga basi atalinunua kwa shilingi milioni kumi. Kwa hiyo kwa upande mwingine eh, Simba Sports Club wanatakiwa kushinda mabao matatu na watakwenda kupata zaidi ya milioni kumi, yani kwa maana kwamba watakwenda kupokea milioni thelathini. Kwa hiyo ni sasa Simba wao kwenda kuvuna mabao mengi kwa sababu kama wakishinda mabao sita au matano au manne, fedha itakwenda kuzidishwa mara ile milioni kumi kwa kila bao moja ambalo rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania anakwenda kununua kuelekea katika mchezo huu dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Simba Sports Club. Dawili limeweza kupanda kutoka kwa milioni tano ambayo ilikuwa ikinunua bao moja katika michezo ya hatua ya makundi na sasa sasa imefikia milioni kumi kwani muda sasa wa Simba kwenda kuvuna fedha nyingi iwapo watashinda mabao mengi dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Al-Masri.